Every time nikisikia mwanaume anasema anapenda watoto na yeye hana watoto na hao watoto sio ndugu zake, labda watoto wa dada yake, watoto wa mjomba wake, watoto wa ndugu yake, nagging feeling kwamba wanaume wote ambao wanasema wanapenda watoto mtoto wake miaka miwili, by the way, aende kwenye chumba like alale, acheze. This boy ana pick a yule mkaka anapost ana mtoto wao, they think he's safe. But it used to bother me so much. In fact, it's the reason why I stopped talking to him. Kwa sababu gani? men, mwanaume wa kawaida, naongea mwanaume ambaye ana kazi nzuri, ni msomi, anaheshimika kwenye jamii, anapendwa na familia yake. Mwanaume wa hivyo hajui chochote kuhusu mtoto wake, hajui amezaliwa wa lini hajui amezaliwa hospitali gani, hajui hata aliti za watoto wake, hajui watoto wake anapenda nini, hajui marafiki wa watoto wake, walimu wa mtoto wake, wala darasa anasoma au masomo ambayo anafaulu na kufeli. Wengi hawajui, asilimia tisini wanaume hawajui tunachoendelea. So, mimi a stranger akiniambia kwamba anampenda mtoto ambaye sio wa kaka wala sio ndugu yake is a red flag to me. He screams pedophile. I hate wanaume ambao wanapenda watoto I don't like them infac mimi ningekuwa nimeolewa au ningetaka kuolewa, ningeona na mwanaume ambee muda na watoto kwasababu, so, mwanaume yuko salama, najua yu watoto wangu watakuwa salama, because wanaume wengi hawana mipaka, hawana mipaka yani, hamna mpaka, siuyu ni mtoto huyu they, they, you know, just wanaendeshwa sana na tamaa ya ngono so when a person ambaye aa mtoto no. And this goes to Sunday school walimu. Mimi actually am against Sunday school. Kuna ili kanisa halina mipaka. Yani, halina ukuta, and walivyotoka Sunday school, ibada ya watu wazima ilikuwa inaendelea and mwalimu wao alikuwa focus on this little girl, she was very cute, amevaa gauni, amependeza alikuwa anataka mpige picha mtoto tu, wenzake wakiingia, anaambia sogeeni, afu baadaye anasoga na mwalimu alikuwa ameshika simu moja, ni ya kwake, ile zile picha akiwatumia, sasa yameshadelete hapo, hakunazo kwenye simu, because that's going on there and I was so disturbed, I was so angry. Sikuweza kurudi kwenye kanisa kwa muda, kwa sababu ni kama kanisa siku hizi hawana scope, people are not safe Why? Kwa nini tunawaacha watoto wetu kwenye mikono ya watu kama dakika chache. I don't want to. In fact, niwe na mtoto wangu, nimpeleke mtoto wangu shule. Kuta mtoto wangu ana fever na maumivu, nimepa fever na mwalimu wa kiume. No. Ana mashule. No. I don't, sitaki treat my kid kama watu wa kawaida because I know people are strange. In fact, I might mtoto wangu na mwalimu wa kiume. In fact, I might Let's not have kids kwa sababu tunaamini kwamba kulea watoto ni kijiji kwao tuna force kijiji ambacho kitabaka, kitanawita watoto wetu, kitawashika watoto, wanapitia mengi unless of course watoto ni wa dada yako au ni wa kwako au na ndugu yako, watoto ambao watu wazima wakiniona kwa sababu mchami, wanataka kunitekenya, wanataka kujua ni hivi, nipakate nikapata. I don't know my mom was against that. Alikuwa ananiita jikoni, ananiambia nenda chumbani, au nisikuoni usimuusowa kutekenye, usimusowa kubebe bebe, and these men are relentless, yani